Mabibi na mabwana, asalamu As alaikum, ndugu zangu. Leo chama cha mapinduzi tumekuja kuhitimisha kampeni zetu leo, ili kesho tuweze kufanya maandalizi kwa ajili ya kesho kutwa, ambapo ni matumaini yangu makubwa kwamba kata zote 32 zitakwenda kuongozwa na chama cha mapinduzi. Ndugu zangu mmepata kumsikia Rais Samia, mgombea wa CCM akisema hayuko tayari kumpa maendeleo mpinzani, hayuko tayari kumpa maendeleo mpinzani. Leo zipokata kuna waganga na wenyewe wamechukua fomu. Madiwani hawa wengi wao ni waadilifu waliopitiliza kwa miradi ambayo inaletwa na Chama cha Mapinduzi. Ukiisoma ilani, tunahitaji kuunganisha mafiga matatu, ili tunapopata miradi kutoka serikali kuu, basi madiwani hawa waende wakawe wasimamizi wa miradi yetu. Nyewe watu wa Chaume, mnafahamu kwenye ilani yetu tunao ujenzi wa kituo cha afya, lakini mnafahamu tumeanzisha ujenzi wa zahanati pale Mweru, lakini mnafahamu mnalo bwawa linaendelea, lakini mnao maujenzi madogo madogo. Wanaoweza kuleta maendeleo hayo sio wengine, ni watu wanaotokana na chama cha mapinduzi, ilani ya CCM ya 25 30. Mkiwarudisha madiwani hawa, naamini tunapokwenda 20 30 hawana sababu ya kuomba kura kwa sababu vitu vingi vitaonekana kwa macho. Niombe sana ndugu wananchi, hakuna rais mwingine yoyote yule aliowahi kuwafikiria wakulima leo. Ukienda kwenye ilani ya CCM rais Samia anasema wazi, anakwenda kuongeza ufanisi wa ugawaji wa pembejeo baada ya kubaini mapungufu kwamba wakulima wanapata pembejeo chache tofauti na idadi ya mikorosho yao. Sasa tunakwenda kuleta tiba mupate pembejeo inayofanana na mikorosho mliokuwa nayo, haya mtayapata ndani ya chama cha mapinduzi. Rais Samia ndio rais ambaye ametoa fedha za mradi wa maji wa makonde bilioni 84.7 na leo mnaopata fursa ya kutembea Wachina wale wanafanya kazi kubwa sana iliyotukuka wanaendelea kutandaza bomba jipya kwa ajili ya mradi kwenda kuukamilisha ili wana Tandahimba waendelee kupata maji safi na salama. Ukisoma ilani ya system barabara ya kutoka Mkwiti kwenda Tandahimba inakwenda kujengwa kwa kiwango cha lami, lakini katika maeneo yetu mmeona kwenye ilani tunao ujenzi wa zahanati kumi na mbili ni uchangamfu wa madiwani hawa. Nani ataiwahi keki kwa haraka, tumdondoshee donge lile, eh na ndugu yangu Azizi, waambie majirani zetu kwamba tutawapelekea zahanati pale. Watu wa amani Makumbuli, nimewaahidi ndani ya siku tisini, kilio chenu cha umeme kinakwenda kumalizika ndani ya utawala wa Azizi Arau. Pendeni tukawachague madiwani wa Chama cha Mapinduzi kwa miradi tuliokuwa nayo Tandahimba ili tuendelee kutamba na kuvimba. Tukasema Tandahimba sasa inakwenda kukamilika kwa doa kamili, ni lazima mchague madiwani hawa wa chama chama, pekee iende kwa nani? Kura ya pili iende kwa nani? Kura ya tatu iende kwa nani? Asanteni sana na Mungu awabariki.